Ndio ni Futuhi, haya, kama kawaida yake, yeye yeye hana makuu, yeye anapiga street, yaani kama ni target, yeye anapiga target. Na huyu ni kupe taarifa, alikuwa mwanajeshi wa kwanza kwenye vita vya pili ya dunia kwa kulenga shabaa. Sasa hata mada zake huyu, utafiti huyu anakuja kwenye mada ya shabaa ah, na kabaridi.

Ah, basi ni kukaribisha katika kipindi chetu hicho kinachokuja kwenye katika sengo kama hii, siku iliyobarikiwa na Bwana, siku iliyopewa neema na baraka na fadhila zote, basi tufumbe macho tuombe kwa jazima na hasira zote, mvua zikatika, maana mafuriko yaache kutunyeshea Bwana we. Basi leo tunauzungumzia moja kwa moja kuhusiana na wasomi wetu wa kwenye Tanzania. Tanzania ni sasa hivi na mamilioni ya wasomi wanamaliza vyuo mbalimbali sasa, shahada shahada ya uzamini nini, degre ya utafiti wa mezeze arizi la utamaduni eh? Wanamaliza wana, wanasoma kabisa eh? maprofesa wa miundombinu majini, pamoja na mizimu ambayo imekataa kutetea mchi ya Tanzania, yani, eh? <laughs> yani maprofesa wamesomea vitu vya namna hii eh? lakini tunarudi pale pale sasa je, tujiulize, hawa wasomi wa Tanzania ambao ni wasomi wanaisaidia Tanzania kutokana na elimu yao walioipata. Je, swali je, wasomi wenye katika mwenye Tanzania wanaisaidia Tanzania kutokana na utaratibu iliyonao? Je, na je? <laughs> wewe kama msomi umeonesha kitu gani ambacho jamii na yenyewe ikasema kweli kijana alisoma? Je eh, sasa hapo jaulizi, tunarudi tunaudi pale pale kwamba wasomi wengi mnadharau kazi, wanadharau kazi wahitimu wa, wa, wengi wa vyuo vikuu wetu wasomi, tuseme kwa ujumla. Wanaanza nomoro wamejazana kule mitaani, wanamaliza wanani vyuoni, wanakuja mtaani wanasubiri ngo kuajiriwa. Usomi wa kusubiri kuajiriwa huo ni usomi wa mwaka arobaini na moja huko huko. Kipindi cha cha senene senene huko ndani, kipindi cha nyuma nyuma huko. Usomi wa kusubiri ngo eti paka uajiriwe. Wakati wewe ni msomi, umeenda kusomeshwa pale ili uajiriwe. Umeenda utoe ujinga, ujiweke sawasawa, upambane na uonyeshe usomi wako na elimu yako kwa jamii. Uisaidie jamii kwa kifupi uwe mtengenezaji. Sasa mbona mbona, kuna maengineer wa kutengeneza maviatu manguo, anaitwa engineer au anaitwa sijui nani? Yeye elimu, yani yeye elimu yake akichanganya na pale, inakuwa dole tupu. <laughs> na kueleza wewe hai, hata mafundi majeko. Leo hii mtu akiambwa, bwana wewe, umemaliza chuo, kwa nini usiwe fundi majeko? yeah, yeah, yeah, yeah. Mwanachuo kabisa amaliza chuo, ana degree au ana professor, ile wanaita professor nini kwa Kiingereza wanasema nani hii bachela eh? Umwambia we fundi majiko, kwanza anaanza kukuangalia mpaka chini mpaka ah, juu mpaka chini mpaka juu, alafu akakumamata kofi moja chini. Sijuu sasa utaenda polisi siu utaenda wapi? Ukienda polisi, mi nilikuwa na mshauri awe fundi majiko na polisi wanakuandamisha wewe, huyo we, we fundi majiko ah, ah. Fundi maji kuna majiko ya aina mbalimbali, kuna jiko la mkaa eh? Ni utaalamu wee, ukiambia utengeneza jiko la mkaa wee unaweza wee Ah, unaweza paka linawaka vile unaweza wewe. Unaweza? Ay, ah, kuna fundi wa ma majiko ya nani ya kutumia mafuta ya taa. Kuna fundi wa kutumia majiko ya gesi. Kuna fundi wa majiko ya umeme. Sasa wale mafundi wa ni maenginia wa, wa, ile elimu yao ndio inasababisha haka kajiko kaonekane kama kama kanataka kuwaka alafu kana, kana, akawaki kumbe kanawaka. Ukiangalia jiko la umeme hivi kwa kuliangalia, unaonaga moto pale. Gusa uone kazi. Pa ya Mungu wangu. Hey. Mtaram. Katengeneza jiko. Fundi majiko huyu. Ule unanunua jiko moja, laki nne. Jiko. Fundi majiko huyu. Asa ukiambiwa na wewe bana, uyo elimu yako ichanganyishe nishe, uwe fundi majiko, unaleta ubishi. Hey. Kuna fundi koroboi. Chukua koroboi. Mtu akwambia kukua fundi koroboi. Basi wewe akili yako inakuchukua kwamba, umekaa sasa umetandika jambi, ukuna makufu makopo. Ah. Chukua koroboi iweke mezani. Wewe si msomi, iweke mezani, ifanyia utafiti koroboi, buni koroboi, iwake vipi ili mtu imvutie. Eh, mbona watu walichukua koroboi wakaiangalia, wasomi hao, wakatengeneza chemuri, chemuri na watu wakanunua chemuri. Eh, soko mabilioni, akawako watu wakapata, wasomi hao. Sasa wewe msomi, ukiambia kwa fundi koroboi, unaleta ubishi. Ah, ah. Koroboi hii angalie udizaini vipi imvutie mtu. Eh, hey! Mfano wa koroboi bwana, mbona ni mfano wa koroboi nani? Eh, mbona ni mfano wa koroboi buni. Wewe ni msomi, buni. Usikae nyumbani umekunja miguu, buni. Kuwa fundi basikeli, kuwa fundi uwashi, kuwa buni. Chukua sofa liweke pale, aangalia unalifanyaje, fundi, fundi uwashi, carpenter, huyo. Unaliangalia nilirekebisha vipi, inakuwa sofa safi, napata hela. Msomi na utasifika sasa. Umekaa nyumbani sasa, hiyo elimu yako inakusaidia nini? Eti unataka mpaka uajiriwe, mtu ta, wa, watu wataajiriwa wangapi? Mimi mwenyewe kampuni yangu tu nimesha ajiri e, kila siku watu wanakuja kuomba kazi mwenye kampuni yangu, mpaka nawaeleza bwana mimi bwana, nafasi zimejaa. hey! si kampuni yangu hii ya Futuhi, watu wanakuja kila siku na kampuni yangu ya Futuhi. Basi niseme tu tupige kazi. Msomi, onyesha usomi wako Umesomea mambo ya sayansi, tulia, tengeneza kitu ambacho kitakumfanya mtu aburudike, tengeneza unaokwa. hey, usikalia kwenye serikali tunang'ang'ania, we nataka mimi niingie humu na mimi niingie, umwepo pamejaa. ah, mimi hata nidumbukie kitu matokeo, mnatoa marushwa mnatoa manini mnaliwa hera mau, kidogo nasikia nanenakura hera na ni anakura hera buni, wewe basi ni kushukuru moja kwa moja, ndogo msekelezaji ambao tulikuwa wote kwenye kipindi hichi. Kama ni msomi basi endelea kubuni buni vitu na kwenda sawa sawa. Ni wewe Mista Makanda Makanda, video pamoja na ba. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu, pamoja tuko sawa sawa. He, Kenya saruti sasa kwa Mr. Makanda mwenyewe hapa. Geoffrey Mwankenja. Eh, bana tuko pamoja. <laughs> kijiji mpaka kijiji. Tutafeka tu.